Nataka kusikia kutoka kwako kile ambacho mlikilenga, kile ambacho mlikitaraji kukiona hapa, mmekishuhudia kadiri ambavyo mliandaa shughuli yes. Uh, alhamdulillah, mshukuru, namshukuru Mwenyezi Mungu, kile ambacho sisi kama Yanga tulikifikiria tukifanya tumekifanya, na zaidi ya asilimia themanini ya wageni wa aliko ambao tuliwakusudia waje wamekuja. Pia kwao limekuwa jambo zuri, jambo la kimichezo, jambo la kiibada watu wamefuturu hapa, watu wameenjoy, wamepiga stori pamoja. Ni makutano ambayo huyapati mara nyingi kwenye football, lakini imepatikana leo hili ikiwa na ibada kubwa ndani yake. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunaamini wote waliokuja hapa Mungu atawalipa na wote walioshiriki kuandaa pia Mwenyezi Mungu atawalipa. Jambo limefana kwelikweli. Tunafahamu watu ambao wana uwezo wa kufanya jambo kama hili wako watu wengi na lakini Yanga Africans imekuwa wa kwanza uh, kwa vilabu kufanya jambo hili uh, lengo hasa mlikuwa mnalenga nini? Lengo ni watu tu kukutana kufuturu pamoja na kuzungumza mawili matatu, yanaweza akawa ya mpira au sio ya mpira. Kwa mfano kuna watu walikuwa wanataka kukutana hapa na Shafii Dauda, wamemuona leo. Wachambuzi kila siku wanachambua kwa mbalimbali, wamekutana leo, wamepiga stori kwenye meza yao, wamekula, wameenjoy kila mtu yes. Kocha amekuja leo, amezungumza nao kwa njia rahisi. Kwa hiyo naamini uh, kuna mengi ambayo yamefanikiwa kwenye hili jambo la leo, na kwa taasisi nyingine ikitaka kufanya sisi ya Afrika tuko tayari kushiriki wakati wote ule; tukialikwa tutakwenda kushiriki inshallah. Asubuhi wakati tunatangaza hafla hii ulisema uh, umemwalika pia afisa habari wa Simba Amen. Lakini hatujamuona hapa, alikupa taarifa kwamba atashindwa kuja? Amekula nyoya tena eh, amekula nyoya, mashabiki zake wamekuja hapa, lakini amekula nyoya, pengine labda ana majukumu kwa ajili ya mechi ya kesho, hatujui, lakini hajafika hapa amekula nyoya. Eh, kwa sababu mash... ni kawaida yao tulijua tu wanaweza wakala nyoya. Huyu anawekatisha mbele hapa, anaitwa Dula Dula Makabila Abdala. Ana mahusiano serious sasa hivi, mwezi huu ukimalizika, Abdala anaoa ji nimtaje au ndio unaongea naye? Ali tuambie, mashabiki wa Simba wapo, pita mbele ya kamera. Huyu bwana, huyu msanii, huyu ana shida huyu. Huyu yani, huyu ndio king of singeli. singeli. Ndio mfalme wa singeli. Ndio singeli. Na mheshimiwa waziri. Kuna kitu ameongea huyu bwana, unajua ndio msemaji wa timu, kimenisha tu ngoja, unajua ukimsikia Ally Kamwe anasema huyu ndio king of singeli. Alafu ndo msemaji hali inaendelea kwenye nafsi yangu kwanza, uh -huh. Kuna sawa usiku, huyu ndio mfalme wa singeli uh -huh. Na waziri pamaganda kabudi katangaza msingi wa mziki wa singeli ndio ukatambulishe Tanzania, ndio mfalme ndio huyu, anapita mbele ya kamera anazuia. Uh huu uh mziki -huh, utafika kweli huko juu amechelewa <laughs> <laughs> makusudi. Alikuja hapa mzungu kakimbia. Anachokisema kwani ni mzungu? Mada ni mambo ya ftari. Niambie mwanangu, tumeshiba ftari. Kanialika ndugu yangu, kanialika, kanaambia, bwana uje ule ftari. Tumefuturu vizuri, ftari ya bosi. Mwenjoy vizuri hey, Ah tumeenjoy kwa kweli si familia yetu mm. yaani Simba na Yanga ni familia afu mpira pia ni undugu kwa hiyo hapa tunajumuisha undugu aye, aye. hakuna vita Simba na Yanga okay, ukimwona mtu analeta vita kwenye mpira Simba na Yanga anatakiwa ahamie Burundi Sio Tanzania. Swala la kutoroka hiyo ni programs. <laughs> <laughs> <laughs> This is <the> problem kwa mkweli, ile siku taarifa ulivyoiona kwamba timu haiji. Moyo wako ulijisikiaje? Moyo kwanza uliniuma sana, sijafurahi. Kwa sababu tuliandaa kipigo, tuliandaa kipigo na tulikuwa tuna uhakika Jean Charles Ahoua. Sasa Jean Charles Ahoua alishangaa, mbona kama tumevamiwa, yani, bala watu wasema <laughs> wanafanya mazoezi. Mbona kama tumevamiwa. Hawa kabla ya mechi walikuwa wanapiga kelele upande kibu upande mpanzo tukawa hatuelewi, upande kibu. Kumbe walikuwa wanamaanisha tujiandae na mbio n, yani wakimbiza waki wanakimbia. ah, ah, uwanjani. Hata alafu ngombe ni kitu kwa mtoto wa kiume, changamoto ya kufika geti au kulipia hoteli alafu mtu asije. Niombe ni wasiji swali. Haya, baada sisi kweli mmetuambia tumekimbia, me sawa wakachukua basi lao limeenda mpaka Bunju. Sasa cha ajabu lile basi halina wachezaji, mi kanajiuliza, walitaka dabi ya basi kwa basi basi kwa basi na basi kwa basi agongane. Bwana, ya, nimefurahi nimepata ftari, alhamdulillah. Ya, nimefurahi, nime mm, nime sana. Moja kati ya mialiko bora, mimi na pacha wangu Mandala tumepata mwaliko kutoka kwa Ali Shaban Kamwe, tumekuja tumepata futari. Yes, ftari ftari safi metukutanisha na watu tofauti tofauti, tumeenjoy na mpira unahitaji hivi. Uh, sijawahi kuona tangu nimezaliwa mimi kuona kwamba klabu ya Simba imefanya mialiko kama hii. Hapana, na mimi niseme kitu kimoja, hili lisiishia hapa tumepata iftari leo kutoka kwa Dar es Salaam Young Africans. tunahitaji iftari nyingine tuipate kwa bodi ya ligi. <laughs> bodi ya ligi mtualike ah! <laughs> karibu sana mtazamaji wa Rick Media, ni kutoka maeneo ya Upanga ambapo Young Africans leo walikuwa wanafanya iftari hapa na tayari tukio limetamatika. Kushoto kwangu nipo na mjumbe wa kamati ya tendaji ya Young Africans Alex Ngai, tuzungumze naye kidogo baada ya tukio lenyewe. Hili tukio lina maana gani lakini tupate machache kuhusiana na Young Africans, wao wanazungumza nini. Eh, uh, eshima yako bro, hali gani? Salamu wako sawa, alhamdulillah bwana. Kwanza hongereni, asante sana. Maana ya hili tukio ambalo limefanyika hapa leo, uh, mlikuwa mnalenga nini na mmepata kile ambacho mlikuwa mnakitaraji? Hapana, ni timu ya wananchi, umeona eh, timu ya wananchi. Kwa hiyo kile kidogo ninachokipata inakuwa inarudisha kwa wananchi, na ukumbuke huu ni muda wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni jambo zuri vile vile ambapo mnaweza kuandaa kitu mkakutana pamoja watu mkazungumza hata kama pale inawezekana kuna mambo ambayo mlipishanapishana pishana kidogo, mkikutana kwenye iftari kama hivi mnazungumza, mnamaliza basi, kuna tofauti nyingine mnaziondoa, zinaisha, maisha yanaendelea. Vipi, muongeza marafiki wengine na ndugu wengine hapa kwenye tukio la wengi <coughs> ah, wengi sana, wengi wengi sana, wengi japo kuwa wanajuana nao wengi lakini kuna wengine wengi nao wameongezeka. E, nini ambacho mlizingatia uh, kualika watu ambao wamehudhuria hapa leo? Kwa sababu tunafahamu wananchi wana mashabiki wengi, lakini hapa ni baadhi ya mashabiki tu ambao wamefika. Nimekueleza kabisa, hili ni jambo la kiimani, jambo la kiibada vilevile, umeona. Kwa hiyo hakuna kikubwa sana kilichozingatiwa zaidi ya watu tu kukutana, umeona. Hii ni muda wa kufunga, watu wamefunga, amefika jioni kwa ajili ya kufuturu, basi tumewaita tupate ibada kidogo, umeona. Tupate thawabu kwa Mwenyezi Mungu, tupate baraka za wananchi pamoja na wadau wengine wa tasnia ya mpira wa miguu, basi ndhilo sasa lilikuwa kubwa. Wakati Ali asubuhi anatangaza tukio hapa leo, alitaja baadhi ya watu ambao wamealikwa waki mm -hmm. kutoka Simbaboiya ligi hatujaona mtu yote ligi wala kutoka Simba eh, wale viongozi wajapo. Kuna baadhi ya mashabiki wa kwa kenu nyinyi yenu yamekuwa tofauti, au labda wana mambo mengine. Tunawashukuru sana watu walioitikia wito, waliojitokeza kutoka virabu vingine tofauti tofauti. Eh, waandishi wa habari wengi sana wamefika hapa kujumuika na sisi. Eh, kwa hiyo cha msingi tunashukuru hilo naona eh. Kama kuna mwingine ambaye labda hajaweza kufanikiwa kufika, inawezekana ratiba ziliingiliana au alikuwa na mambo mengine mengi kwenye majukumu yetu ya kila siku, basi kwa hiyo na vile vile tunaamini kabisa baada ya kupokea mwaliko alishaitikia, kwa hiyo vilivyobaki vingine, maisha yanaendelea. Tumetoka kwenye sekeseke -seke kubwa sana la dabi. Mambo yamekaa sawa sasa hivi. Ah, pametulia. si tuko sawa tu sisi, hatuna tatizo lolote hatuna shida. shida yote, si tuko sawa kabisa. Msimamo bado ni ule ule. Kwa nini? Kwa hamwezi kucheza kwenye tarehe nyingine. Ah, nadhani taarifa yetu inajieleza tayari. Taarifa ilitoka ya pili, ilikuwa imeshiba kabisa na kuna vitu ambavyo vilielekezwa. Kwa hiyo kilichobaki tunasubiri tuone nini kitakachofuatia. Mmeshaanza kufuata hatua kadhaa kuona namna gani mnapata kile ambacho mnakihitaji. Mawazo yetu yalikuwa kucheza mechi ya jana ya federation kwa, tumemaliza tumeshasogea. Tunajua kwenye federation tunakuja kukutana na songea mona kwa, kilichobaki ni hicho, hatuna jambo lingine tena sasa hivi la kuanza kuliwaza, kwa sababu kama hivyo tumesharuhusu, wachezaji wameshaondoka, wameenda mapumziko kwao, watarejea kwa ajili ya kujiandaa na mechi nyingine za ligi zinazoendelea. Songea mnamtazama vipi? Ni kawaida kwa sababu yuko championship au mnamwandaa kwa maandalizi ya leo? Hakuna mechi rahisi. Hakuna mechi rais. Anaweza kapiga chafu, ya? Lolote ndio anaweza kutokea. Hakuna mechi. Hakuna mechi rais. Anaweza kaja kushtukia kwa wananchi. Hakuna mechi rais, lakini atafungwa. Ah, lazima afungwe. Atafungwa. Anaweza kapiga piga imekaa. Eh, hiyo kusumbua anaweza akasumbua, lakini lazima lazima atafungwa.